Kuna ndugu zetu walikuwa wazuri sana wa kulalamika juu ya katiba hapa. Jakosewa wanasema, katiba imesema, tunaweza tukawa tumeteleza kweli. Wanasema katiba imesema. Sasa ngoja mimi leo ni wakumbushe. Katiba ya Jamhuri ya Muungano inasema uchaguzi wa serikali kuu uchaguzi wa serikali za mitaa utakuwa unafanyika kila baada ya miaka mingapi? Mia. Mia. No. Uchaguzi wa mwisho tulifanya mwaka 2020 kila baada ya miaka mitano, mwaka wa tano utakuwa mwaka gani? Uchaguzi. ambao ni mwaka gani wa? Ishirini na yeah. kwa mujibu wa yeah. Yeah. Yeah. Wale walikuwa wakitukumbusha sana kuhusu kwa mujibu wa katiba, leo nawakumbusha wao kwa mujibu wa katiba, tupo katika mwaka wa uchaguzi na sisi chama chetu kimeshaeleza wazi, zamani alikuwa anasema sisi CCM anaogopa uchaguzi. Yeah. nadhani leo Watanzania mmejionea nani anayeogopa uchaguzi aieogopa. Yeah. Uchaguzi kwa sababu yapo mengi na makubwa tumeyafanya huko. Ukienda kwenye afya Samia amefanya, ukienda kwenye maji Samia amefanya, ukienda kwenye miundombinu Samia amefanya Imebaki nini tena? Ni kuchukua na kuweka, wow. mimi ni muumini wa kwenu, kwa sababu ni mtetezi wenu. Najua kuna vijana mnaweza mkawa mna nguvu fulani ya kugombea udiwani, lakini yeah. kuna wengine pia mkawa mna uwezo fulani wa kugombea nafasi nyinginezo yeah. Nataka nikuambieni, vijana yeah. mimi nipo kwa ajili ya kuwateteeni msiogope kutiania na msiogope kuonesha uwezo wenu, na sisi vijana wenzenu tuliokuwa tumefanikiwa tupo tayari kuwasaidieni. Kwa hiyo niwatieni shime, tupo katika zoezi la uchaguzi, uchaguzi forms zitaanza kutoka mwezi unaofuata. Msiache kutiania na nyinyi kwa kutaka kuonesha uwezo wenu katika chama chetu. Nikupeni siri sasa, ni wakati wetu vijana sasa nidhamu yetu vijana. Na vijana tumekuwa tukiaminiwa sana katika nafasi mbalimbali mbali za kiongozi, lakini kama wapo viongozi nao wamefanya vizuri basi, mnaweza mkawarejesha kwa kufanya kwao vizuri katika nafasi zao za kiongozi. Viongozi wa umoja wa vijana watafika site. Wamefika? Ajafika? Wamefika, wamefika. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nizungumze kidogo. Vijana hawa wako kwenye halmashauri ya Njombe DC, mara nyingi tunaitambua kwa jina la Lupembe. Mkoa wa Njombe umenufaika na mikopo ya asilimia kumi kwa kiasi cha shilingi bilioni tano, ambayo bilioni tano hiyo imeenda kwenye halmashauri sita. Halmashauri zote zimenufaika, lakini katika hiyo bilioni tano, vijana msikilize vizuri, vijana peke yao wamepata kiasi cha shilingi bilioni mbili piga makofi mengi kwa mheshimiwa rais, lakini sio vijana peke yao. Vijana wa Lupembe, wa halmashauri ya Njombe DC, wamepata milioni mia tano na kenda. Piga makofi mengi sana. Kwa kusema hayo, mheshimiwa mwenyekiti, kama unavyofahamu mikopo ile, wewe kama mwenyekiti umeipambania sana irudishwe pale ilipokuwa haijafika sisi tunawaombea watendaji ambao ni afisa maendeleo wa halmashauri na ngazi ya kata, waendelee kutoa elimu kwa vijana hawa ili wanufaike na mikopo. Lakini kama mlivyomsikia mheshimiwa mbunge, kuna fursa nyingi za kuja Lupembe. Maeneo mengi viwanda vya chai karibu vyote vimefungwa, mashamba yametelekezwa, lakini hapa Lupembe angalau kwa wiki chai inachukuliwa. Uongo kweli jamani? Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan Lupembe oye! Mheshimiwa mwenyekiti wa mwenye vijana taifa, katika jimbo hili la Lupembe yako maeneo ambayo hata pikipiki zilikuwa hazifiki kama kule Tembere Madeke, kama kule Ikondo kule chini Mama Samia akapeleka shule za msingi na vituo vya afya makofi kwa mheshimiwa Samia Suluhu. Ujumbe wangu kwako, kwa mheshimiwa mwenyekiti, kama mbunge wa jimbo hili, sisi wananchi wa Lupembe, kwa kazi nyingi ambazo Samia ametufanyia kama wananchi, na mimi mbunge kama shahidi mwaminifu wa kazi nzuri za mama, tunasema mama Samia ametufanyia wema, tutamlipa wema mwaka huu 2025 na tumejipanga jimbo la Lupembe. Tunaamini kazi ambazo amezifanya nyingi hizi, hii miaka mitano iliyobakia, kwa mfano hii barabara, akaanzisha yeye, atakayemaliza ni yeye. Makofi kwa Samia. Mimi kama mbunge nasema kwa moyo mweupe kwa niaba ya wananchi tunampenda mama isivyo kawaida. Tunachokuomba kwa mheshimiwa mwenyekiti, tunajua wewe ni mjumbe wa kamati kuu ya CCM, kikao kikubwa kabisa katika taifa la Tanzania, unakaa na mheshimiwa raisi. Changamoto za Lupembe zote ambazo leo zingine umeziona zikiwemo za shida ya barabara ambayo umeiona leo, bila shaka kwenye ilani ya mwaka huu utatikisha fedha hii barabara ifike mpaka Madeke. makofi na nakofi sana. na mimi ntakuja pala kwako, nitakukumbusha na nikuhakishie, mwenyekiti, kwa kuwa umri wako bado unaruhusu sana. Tusipofanya haya mambo kwa bidii, wananchi baadaye watakuja kutuuliza kona kuomba kwa historia ambayo leo umeandika hapa Rupembe, tukapigania pamoja, mimi na wewe, maombi ya Lupembe najua utaniunga mkono sana.